Nichukue nafasi hii kushukuru wizara kwa kuweza kufikiria wazo la kutuleta wadau ili kuweza kuchangia katika vile ambavyo tunaona vinastahili na vinahitajika kuwepo kutokana na sisi watumiaji kuvifahamu. Hili ni jambo kubwa sana. Mimi sikumbuki wakati uwanja wa Mkapa unajengwa kwamba tuliitwa kufanya kitu kama hiki. Lakini hiki ni kitu kikubwa sana ambacho kinasaidia kuondoa usumbufu wa mara kwa mara wakati tunapokuwa na mashindano, kwa kuwa na mahitaji yanatakiwa. Tunajua mahitaji yatahitajika mengine zaidi kutokana na muda na teknolojia inavyobadilika, lakini kwa hili lilofanyika leo ni jambo kubwa sana na sisi tumechangia. Lakini pia sema kweli, hii spidi inayokwenda ni spidi kubwa sana ambayo sikutarajia. Mara ya mwisho kuja tulikuwa ni kwenye foundation. Lakini sasa hivi uwanja ushakamilika usha na jambo ambalo linatupa ahueni kujua kwamba tayari Afcon 2027 itakuwepo Arusha, na itakuwepo Tanzania, na itakuwepo Afrika na pamoja Afcon ambayo tutafanya sisi na wenzetu wa Kenya na Uganda. Sisi kwa upande wa Tanzania tumefikia sehemu nzuri bado hizo changamoto chache chache, kwa vile viwanja ambavyo vinavyohitajika vingine vya mazoezi vitakavyokuja kufanyika baadaye, ili tuweze kukamilisha yale mahitaji yanayostahili. Kitu kikubwa tu ni Watanzania kuhakikisha kwamba tunavitunza hivi vitu vinavyotengenezwa, ili viweze kusaidia na vizazi vijavyo vije kukuta na kuweza kuvitumia bado